Ufafanuzi kuhusu matumizi ya shilingi bilioni mbili za ujenzi wa soko la Mbuyuni. Kumekuwa na taarifa za upotoshaji kuhusu gharama za ujenzi wa soko la Mbuyuni, hivyo napenda kutoa ufafanuzi wa taarifa hizo kama vile mkurugenzi wa manispaa ya Moshi alivyokuwa anatoa taarifa hizo kwenye vyombo vya habari mara kwa mara. Halmashauri ya Manispaa ya Moshi ilitenga jumla ya bilioni mbili kwa ajili ya ujenzi wa soko la Mbuyuni kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza ya ujenzi wa soko hilo ilitengewa kiasi cha shilingi bilioni moja na milioni mia tano ambazo zimetumika kujenga paa tisa sehemu ya kuuzia bidhaa, vibanda 14 vya biashara, kujenga vyoo viwili vya matundu sita vya wanawake na wanaume, kuweka miundombinu na maji, umeme ndani ya soko, na ujenzi wa njia maalum za kupita ndani ya soko. Za awali watu walikuwa wanapanga bidhaa wakiwa chini, lakini baada ya kuungua tumeamua kutengeneza sasa soko la like, kisasa ambapo watu wamepanga bidhaa zao wakiwa kwenye maeneo ambayo kwa salama. Eneo la ujenzi kwa maana ya kuweka tumechimba misingi, tumemina majamvi eneo la takabia mita za mraba elfu tatu kama na mia sita kwa eneo zima la ujenzi, lakini pia tumetengeneza kama ilivyosema, kuwezi mashedi ile mashedi ina ukubwa tofauti tofauti, na kila shedi limeanzia kuanzia chini mpaka kwenda kupaua juu kwa kutumia material ambayo ni durable ambayo anastahili kwa ujenzi. Lakini shedi lakuta dogo kabisa lina mita tano kwa ishirini na tisa lakini pia tunao mashedi ya mita kumi na tatu kwa ishirini na tisa na tulivyojenga ile soko, kwa maana mashedi mawili yanaungana, naungana na kuenda na achiana nafasi, tunachukua mashedi mengine mawili yanaungana na achiana nafasi, tunachukua mashedi mengine mawili. Yako mashedi tisa kwa maana mawili yakaenda mengine mawili yakawa manne yakaenda mengine mawili yakaenda tena mengine mawili afu na shedi moja kubwa ina mita kumi na tatu kwa, kwa upana na urefu wa mita arobaini na tano. Awamu ya pili ya ujenzi wa soko ambalo bado haijaanza, halmashauri inatarajia kujenga maduka hamsini ya biashara kuzunguka soko, na fedha iliyotengwa ni shilingi milioni 500. Kazi hiyo inatarajiwa kuanza hivi karibuni, lakini pia ukienda utakuta zamani tulikuwa kwenye soko kati halijajengwa, tulikuwa tunapita kwenye vichochoro kati ya meza na meza na msukuma mtu. Sasa hivi tumetengeneza miundombinu ya barabara ya mbele, ya kutembea kwa miguu kwenye soko, lakini pia tumetengeneza miundombinu ya kutoa maji ya mvua na kuyavuna. Kwa maana unakuta shida zile, mtu akiwa ndani ya soko au anapita kwenye njia au anauza bidhaa hawezi kuloa, kwa sababu kote tumetengeneza miundombinu ya kuvuna maji na mifereji kutoa maji ndani ya soko.